Na tofauti gani kati ya mahakama kuu mahakama ya kadhi na mahakama nyingine kwa mifumo ilivyokuwepo? mm -hmm. Hasa Zanzibar. mm -hmm. Kuna mahakama ya, ya mahakama kuu mm -hmm. ya mwanzo, lakini kuna mahakama za mikoa mm -hmm. Kuna mahakama za wilaya Ndiyo. Kuna mahakama za mwanzo mm -hmm. pembeni mm -hmm. Kuna mahakama ya kadhi Mm -hmm. Labda kwa ufupi tuambie labda zinavyowajibika katika. Sasa kwa kakas, haraka haraka. mm. mahakama ya mwanzo inadili na baadhi ya ma mashauri ambayo mm. hayazidi kiasi fulani cha hela, ndio milioni sabini mwisho mm -hmm. lakini vile vile mm. mahakama ya wilaya <coughs> mpaka milioni mia tatu mm. lakini mahakama ya mahakama kuu, mahakama hmm. za mikoa hmm. ni ile eneo sasa lilipotokea ile tukio hmm. na baadhi ya hela ambayo inazidi ile average ya hela ya mahakama ya ya wilaya hmm. na ukija katika mahakama kuu ni haya kwamba tunasema mahakama kuu yenyewe ina exclusive jurisdiction kwamba ina jurisdiction ya kusikiliza mahakama kwa upana wake kesi kwa, kwa upana wake mm. lakini vile vile mm. yenyewe ina kazi ya kusikiliza rufaa kutoka huko chini, vile vile mahakama, ya, mahakama za wilaya mm. zina haki ya kusikiliza rufaa kutoka mahakama ya mwanzo. Lakini kwa upande mwingine nimesema kuna kuna kuna mahakama ya kadhi. Je, mahakama ya kadhi ni nini? Mahakama ya kadhi Zanzibar mm. ina deal na sharia Islamic sharia. Law. Uh -huh. ambapo sio katika mashauri yote. Kwa mfano mm. Zanzibar hawadili na kriminal jinai mm. kwa mfano mm. mtu kaiba, sheria ya Kiislamu inasema tumkate mkono au tuanze kidole tuje, mm. paka tumalize kabisa Mti. mtu wa kizini tufanyaje? Apigwe mawe, apigwe mawe mm. mtu akiritadi tuue mm. lakini kwa, kwa kwa namna ya kadhi koti inavyofanya kazi Zanzibar mm. na notion watu wengi walikuwa nayo kwamba kadhi koti itakuwa inaua inafanya hivi inafanya hivi mm. lakini hapana, tuna mm. kadhi koti inafanya kazi katika kesi za aina tatu, ndiyo kesi za mwanzo, aina ya talaka mm. mashauri ya ndoa mm. kesi nyingine, mashauri ya mashauri ya mirathi mm. na mazingira kama haya watu wengi huwa wana ogopa kuanzisha kufungua kesi. Pengine mtu kafanywa kitendo ambacho kibaya, anahisi sio haki kwake, lakini anakuwa anaogopa. Na ule woga wa kufungua kesi, unahisi ni kwa nini mm? Sababu ya kwanza ni mifumo ilivyo mm. mifumo ilivyo. Lakini mifumo ilivyo kivipi? Kuwepo kwa technicality nyingi. Nikisema technicality maana yake mm. kuwapo kwa sheria katika kila hatua, kwa mfano mm -hmm, utafungua kesi, aina ya uandishi wa, wa, wa, wa hati yako ya madai mm -hmm. Kuna namna inabidi uiandike, kuna baadhi ya ya, ya, mimi naweza nikaziita technological decorated law, yaani kuna viprovision kidogo kidogo ambavyo mm -hmm. inabidi umechi navyo, ndio ukikosea hiko mwenzako inapokuja katika kesi, ana raise objection, anaweka pingamizi, bwana mheshimiwa hakimu kuna moja, mbili, tatu, kesi inafutwa mazingira kama hayo. Lakini vile vile, mbali na naakifutu na, na, naweza tukasema kutojua baadhi ya sheria, kutojua sheria mm. Lakini vile vile, gharama gharama. Mm. kesi ni ya kwako, lakini pia unatoa pesa ehe, kwa aha, sababu ukimhitaji kupata wakili mm. Wakili analipwa kulingana na sheria <laughs> na kila aina ya kosa sheria kwa mfano, sisi Tanzania bara tuna Advocate Remuneration Act hmm. ambayo inasema kabisa hmm. katika mashauri ya aina fulani either iwe liquidated au unliquidated inatakiwa mtu alipwe kiasi fulani huyu hmm. anatakiwa kulipwa kiasi fulani hmm. mazingira hayo hizo hela hmm. mara nyingine zinafanya baadhi ya watu ambao hawana uwezo hmm. wasi afford, lakini sio changamoto hmm. kwa sababu pia kuna mfumo wa misaada ya kisheria hmm. ambayo sasa ipo. Mm. Mbali na hapo naweza nikasema, ni uoga, la mwisho ni uoga wa jamii mm. Katika kuyaendea majambo ya aina hiyo, uoga ni changamoto kubwa. Ndio, sasa hivi mfumo wa teknolojia umebadilika na uko kwa kasi zaidi. Ndio. Vipi kwa upande wa sheria ama kwa watu wa, wa, wakili imebadilisha vipi kazi zenu za majukumu? mm. Imebadilisha kwa kiasi chake mm. Imebadilisha kwa kiasi chake na kwa kiasi kikubwa mm, kwamba wanasheria pia tunaendana na na mabadiliko hayo mm. Kwa mfano mm, kama zamani nilikuwa natumia masaa mawili mm, kutafuta kifungu fulani eneo fulani mm, katika sheria fulani mm -hmm. sasa hivi na uwezo wa kutumia kutumia walau dakika kumi. Yani ime, ime e, kuna sirida, software nyingi mtandaoni mm -hmm. ambazo unaweza ukazitumia kurahisisha kurahisisha kazi yako kura mm -hmm. kura lakini tu sio kutafuta kifungu cha sheria mm -hmm. kutafuta reasoning. Mm -hmm. kuna namna unaweza ukakaa hivi kwa download kesi mm -hmm. lakini zamani likwnakulazimu uwe na report ipoti au uende mahakamani uze kesi flani mshe flani ametoa ile hukumu wapi ikoap ongea library hivyo. Kwa sasa hivi kuna library mtandaoni. Mhm. Uh -huh. Kwa kufanya research kwa sababu sheria ni research. Mhm. Uh -huh. Kitendo cha research ambacho mtu alikuwa anafanya zamani tofauti na sasa. Mhm. Uh -huh. Zamani vitabu vilikuwa lazima uende library. Sasa vitabu vipo mtandaoni. Mbali na hapo, aina ya uendeshaji katika mifumo ya uendeshaji wa kesi. Zamani uh -huh. ili mradi ufungue kesi ilikuwa inakulazimu lazima uende mahakamani. Lakini sasa hivi hapa uh -huh. nilipokaa uh -huh. naweza nikafungua kesi. Ndiyo, e mifumo hii ime, imeletwa ime na mahakama katika kurahisisha mifumo ya usimamizi wa haki sheria sana kwa wateja na mahakimu. Mbali na hapo, kuna, kuna namna sasa hivi unaweza ukamjua huyo Hamisi Simba ni wakili au sio wakili. Mfumo wa mahakama umetambulisha hii wakili Ndiyo ambapo unaweza ukanisachi wakati wowote, ukajiuliza huyu Hamisi Simba ni wakili <laughs> ngojea, unaingia hii wakili, unaandika jina langu Hamisi, Hamisi Simba salu. Mm. Anakuja, Hamisi Simba pale huyu hapa na namba yake hapa ya uwakili, lakini pia sio hapo tu, pia imewezesha ime, imewezesha mawakili sasa kuwasaidia kuwa karibu na wateja na jamii kwa ujumla. Leo hii nimefika hapa tu watu wana wakifuatilia waki, waki vipindi vyenu wanajua ah, yule Hamisi Simba kumbe wakili anaweza nikampata kwa njia moja mbili tatu, lakini zamani mm. kabla ya mifumo hiyo ilikuwa ni ngumu kupata kupata hiyo access ya wakaribu kwa mawakili, sasa nao unaweza ukawakuta mm. mtu ana ana account katika social media zote, kwa inakuwa ni rahisi kufikika na isingekuwa hivyo mm. kama tusingekuwa na mifumo ya ya, teknolo, ya, teknolojia. Mbali na hapo mwisho mm. uwepo wa akili mnemba <laughs> akili bandia e, akili bandia mm, artificial intelligence mm, kwetu sisi, japo wapo ambao wanasema imekuja kuua fikra mm, lakini kiujumla mm, sio tu kwa mawakili na wanasheria mm, au mifumo ya mahakama mm, nafikiri hili liwe ni kwa wote mm, wanajamii wana kiujumla, tutumie mifumo hii kutuongezea thamani katika kazi zetu, so, kutuongezea so. technical know-how. Tujue kwamba mifumo hii tunaweza tukaitumia positive mm, sawa sawa, na sio negative. Kwa uchache naomba changamoto mbili kwa haraka haraka kwa kumalizia pamoja mm. na ushauri kiujumla kwa vijana ambao wanapambania, wanataka nafasi ambayo uko nayo mm. wana matumaini mm. makubwa kwenye upande wa sheria mm. kwa uchache nikianza na changamoto. Changamoto ya kwanza ni mindset. Kivipi? Ni fikra mm. Uh, unahitaji kuwa nani? Kwa hiyo lazima uiandae akili yako kisaikolojia mm. kwamba naenda katika kuwa mtu fulani nataka mm. kuwa mwa, kuwa wakili wa wakili, inabidi usome sana ndio uwe mm-hmm. serious na vitabu uwe mm. serious kweli na vitabu, uwe mm. uwe ujiweke tayari kuthubutu mm. kwa sababu sio kila mara utapatia mara nyingine utakosea, ndiyo. Kwa hiyo bila hivyo, hauwezi kufika. Changamoto nyingine ni gharama mm -hmm. n yaani, sheria ni, ni ni fani ambayo ina ina in, inazungukwa na gharama kwa yule ambaye ni mtendaji, yaani, binafsi kama wakili pia unapata harama katika apana, kazi yako hapana mm -hmm. hii nilikuwa natoa ushauri kwa hao au wengine lakini mm -hmm. kwangu mimi kama mimi mm -hmm. changamoto kubwa kubwa mm -hmm. kubwa ni qualification ukilinganisha na umri. Kivipi? Ukiwa na, ukiwa wakili halafu mdogo yani, kuna namna mtu anaweza ana akakuchukulia na akakuona kiwogo. Ewa kakuona hilo kubwa lakini katika ushauri hmm, katika ushauri kwa vijana ni kwamba hakuna kinachokuja rahisi. Ndio nimesema nilipokuwa naanza kwamba mimi ni wakili Sawa. mm -hmm. na imechukua zaidi ya miaka kumi na ngapi? zaidi ya miaka kumi na moja kuwa wakili mm -hmm. Elimu yangu yote kwa sub degree miaka minne uh, law school mwaka mmoja miaka mitano mm -hmm. Kwa hiyo uwe na uwezo wa kupambana, uwe na ile mindset ya kusubiri, ya kusoma mm -hmm. kwa kufanikiwa. Ikitokea mtu ana kesi anataka kuja kufungua kwako, dio, kama wakili labda anakupataje kwa mawasiliano? mm -hmm. Kwa mawasiliano napatikana mwanzo kwa simu mm. Namba yangu ni sifuri saba kumi na tatu <coughs> tatu tatu tano mbili mbili moja, lakini vile vile unaweza ukarudia namba, au unazo namba mbili, sifuri saba kumi na tatu tatu tatu tano mbili mbili moja, ndiyo. Kwa namna nyingine labda ya kupatikana, kwa namna nyingine na akaunti LinkedIn, ambapo ataandika tu Hamisi Simba, atakuja Uh -huh. Lakini pia hmm, kwa email ambapo ataandika hamisi simba 49 gmail.com hamisi hmm, simba 49 gmail.com. Hmm, sawa sawa yeah. Na mimi nakushukuru kwa sana kuja hapa kwenye studio zetu. Nadhani mtazamaji wa Zantime kule ameweza kusikia mambo mengi sana yanayohusu sheria. Mgeni wetu leo amezungumza vitu vingi vya sheria. Kama wewe pia inawezekana kawa una kesi yako inawezekana ukawa una changamoto kuhusiana na masuala ya sheria, lakini unaweza ukatatua kwa yale ambayo tumeyazungumza hapa. Umepata experience ya vitu vingi sana, mtazamaji wa Zantime. Chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Hadi wakati mwingine tena, bye, bye.